Wewe ni nani hapo? Unajisikiaje kumwona mwanadamu ambaye ameumbwa na udongo, ukitegemea amerudi kwenye udongo na kuwa mfu. Leo hii yuko hai na anakuongelesha. Ah ah. Inamaana unataka kuniambia kwamba umerudi katika hali yako ya kawaida mm. Na tena yale maumivu ambayo yamenisababishia sasa yatawarudia, kumbe bado hujakoma mpaka umekuja nyumbani kwangu. Inamaanisha wewe bado ni kiburi na jeuri, umo umwe mechanga. mm -mm. Sielewi kwa nini hiki kiumbe ambacho nilikifanya kifanya inavyojua leo kinakuja nyumbani kwangu. Kumbe nafsi yake bado inatembea. lambwiswe la raambwi la la kisokolo kwinywi huyu nitamshughulikia vizuri

Vipi nini kata? Mimi nakutumia meseji zangu hata unijibu kweli? kutwa nzima. Ai, unacheka soo? <laughs> so kwamba nacheka na ukiona sikujibu sms zako ujue kwamba kazi zinabana sana, natoka huko nimechoka, nafika nyumbani naweka simu pembeni, nalala mpaka napitia kujibu sms zako mimi. Kule kushinda kujibu za kwako sms kweli, mimi sijakuzoea hivyo, nimekuzoea ukifika hapa lazima tukumbatiane kwanza. Hebu njoo nikupatie kwanza. Uh, okay, sawa. Hata unavyosema kazi, najua kweli una kazi, unakazi, na kazi yako ni ngumu sana, lakini tambua na mimi kuwa nipo. A ah, basi nani atakwambia pole? Mimi ndo mke wako, ndo kipenzi chako. Mimi ndo nitakuwa nikupe pole na kazi, hata nije nikukande kande, lakini unapofika ndani umelemaa. Ana nani atakayekukanda? Au ndo ushapata mwingine? Sasa mwingine ndo kiwapi? Eh? Anatokea wapi? Yani, kwa lugha za wenzetu anasema kwamba you are the angel of my heart. Yani, ukiuchukua moyo wangu ukauchana kila pande ya moyo amejaa memena. Hmm? Sasa napata ujasiri wa kukuacha bwana, alafu niende kwa nani eh? Eti nitoke hapa nimchukue mtu mweusi kama mkaa eh, kama tairi la gari, nampeleka wapi mimi nikata eh? <laughs> Unacheka? Hebu tuende huko kwanza <laughs> Chimami. mm -mm. Huna cha kuniambia ja kiepe. Hivyo kunifanyia mimi hivi. Na kukuta kabisa umeshika nguo ya ndani ya binti yangu. Baby, calm down. Hebu nipe nafasi kidogo mimi nijieleze, sawa? Yaani ilikuwa hivi. Unataka kusema nini? Unaona na mimi mpumbavu sana. Siwezi kukusamehe na kuona upo tayari kabisa kula kuku na mayai yake, si ndio? Unanichukulia mimi mjinga sana eh? Ambayo sielewi chochote kilichoendelea pale. Hapana, mboni. Kwani unahisi mimi naweza nikasahau tulichopanga mimi na wewe? Siwezi kuwa hivyo mimi Nakumbuka ni vitu vingi sana umenifanyia mimi na paka sasa tupo kwenye game tunalifanya mimi na wewe pale nyumbani. Kuna mwingine anayejua tofauti ya sisi wawili. Tumefanya kwa siri. Na kitu kingine ambacho nataka nikukumbushe, Familia yako ulitambulisha mimi ni mfanyakazi. Hivyo aliniamuru kama mfanyakazi, anatakiwa nitimize kila alichoniambia, Kwa maana nimeokota ile nguo na nimpe. Mimi nilikosa ujasiri au nilikosa kitu chochote ninachofanya mimi nizoe, kama ni ni kufanya kile kitu kwa Niseme sijafanya tu kwa kusudia. Nikwambie tu kwamba usijaribu hata kidogo kusubutu kufanya maamuzi ukiwa na hasira. Sijalizia na siwezi kufikiria kufanya kitu ambacho umekiona. Ni mistake imetokea na mimi sio chanzo Please niseme tokee, nimekuelewa, kwa sababu hili ni kosa la kwanza kulifanya, lakini Kiepe, kumbuka nakupenda sana. Yaani, usinifanye nijutie kukupa moyo wangu, usinifanye nijutie kukuleta nyumbani kwangu. Kiepe, nakupenda kupitiliza baba. Naomba usiniumize kiasi hicho, come on. Niseme tu hiyo ndio tafasiri ya mwanamke mwenye hisia kwa mwanaume anayempenda. Nafurahi kusikia hivyo. Ah, ah. Ah, kweli nimefanya uchanganyikiwe. Hujavaa ndala. <laughs> Uliniuzi sana Kiepe, nilitoka kwa hasira. <laughs> <Uli samewe. laughs> kama tupo njiani, tuondoke nyumbani Aina vavyogonga tabasamu lako, jua linapozama nafsi yangu, ila machozi yamekuwa mto wa safari

Mbona wameacha kufua? Mm. Unaletea jeuli sasa. Unataka kuongea nini? Unataka kuongea nini? Kumbe unijui. Unaendelea kulia eh? Sasa subiri, bakora itapokuingia ndo ulie kwa sauti mpaka watu majirani wote wakusikie. Wewe umeiona, si unataka kulia sasa? Hii ndo itakuuliza

chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. sioni Sionimu... Vipi mdogo wangu? bado ah, shega shega ah, unajua, Kipunje mimi wewe ni mdogo wangu tena mdogo wangu aswa. Sasa nikiona unapotea, una, una, una lose control, lazima nikuelekeze. We, we kipunje wewe sasa hivi unapotea sawa, tena unapotea kabisa, alafu wewe bado mtoto mdogo. Yani kama ungekuwa binti ningisaa, bado mtoto mbichi. Sasa huko unapoelekea sio sehemu nzuri. Sasa hivi Kipunje, nasikia umekuwa unavuta bange, umekuwa muhuni. Yaani hapa mtaani msela wewe, yani wewe ndio ule. Sijui 32 sio 45 ndio wewe. Sasa ni ushauri tuna saa. Kinachonisikitisha zaidi inasemekana, wewe yule dogo, yule dogo janja, yule dada yake anaokota okota machupa, wewe unatembea naye, unamfundisha kumoka, unamfundisha vitu vingi sana. Kumbuka yule ni mwanafunzi. Sawa, ni ushauri tu. Ofisa, wewe ni afisa elimu, mzee wa kanisa, mjumbe wa nyumba kumi. Maana nilikuwa napita na selenge zangu hapo, kanipiga mkono, nikasema baridi, ngoja nimsikilize mwamba, huenda leo riziki yangu inaanzia hapa well, well, well, well, well. U ukinitazama kwa macho ya nyama unaweza ukachukua ni mtu wa kawaida, lakini ukinitazama sasa kwa macho yale macho sasa yenyewe yale, utajua kabisa mimi nimekuja kukushauri, na ushauri wangu ushauri wa maana sana kwako. Wewe bado mtoto mdogo ah, kwanajikuta nunda unatembea na misemo ya wahenga au vipi? Sasa sikia, nikuelekeze. Mimi naishi maisha yangu alafu sifagilii mtu yoyote hapa mtaani. Kote mimi wananijua mimi chafu pose. Kwa hiyo siendelee kunipimia maisha yangu kama hivyo. Sasa ukitaka kujua kwa nini nina mwili mdogo alafu nina nguvu za tembo, endelea kunipimia kama hivyo boy. Ulikuwa unapita hivi alafu mimi napita hivi. mm -mm. Yaani huyu bila shaka itakuwa amesuswa na wazazi wake, mshenzi kabisa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana na kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni. Ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Mwanampotevu, leo siku kimekukumbusha nini kuja kutembea mitaa ya kwetu? Yani kwenye watu ambao ninawategemea ni wewe, lakini umeshindwa kabisa hata kuja kujua mjomba anaendeleaje? Kweli alafu mwenye ndo unasema shoga udugu befuefu shoga kazi, pole pole. Kwanza weka kaka zangu na zenu unazijua. Yani mimi situli mpaka nihakikishe mambo yangu nimeweka sawa, nataka nipitishe neno huku nipitishe neno huku, yani mpaka taarifa zote zisambae, si unaelewa mwenyewe. Kwanza tuachane na yote, vipi mjomba anaendelea, yani kwa hali alokuwa sasa hivi. Nashukuru Mungu. Make haikuwa rahisi. Nimepitia vingi, tumepata tabu mpaka mjomba kufikia hapa. Sasa hivi anaendelea vizuri. Pole udugu wangu, haya ni mambo gani ambayo ulikuwa unapitia mpaka nakufanya unakuwa hivyo? Wewe ukitaka kujua nilivyovipitia na ninavyoendelea kuvipitia, panga siku uje mapema nikuadisie. Kwanza nataka tuende kisimani, unisaidie kufuongoza mjomba, alafu ndo nitakaa chini nitakwambia, lakini leo niko busy, mjomba anasubiri chakula, nataka nimpikie. Sijui unanielewa wewe tena haya, sawa, nitaitafuta hiyo siku nyingine. Nijapa asubuhi, yaani kumi na mbili kamili utanikuta na shuka langu hapa nje, nimelala barazani, nakusubiri uje unipe huo umbea. Sasa ngoja niende kwenye jambo kubwa, jambo lilonifanya mtoto wa kike nimetoa huko ngwara zangu mpaka hapa. imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana na kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa

Nitaka yani, nitaka nishangae. Nunu wewe, kikuletea hapa salamu tu? kama una kitu haya, naambie nini tena. Cheupele kaenda kulivali baba nilizee, jamani lina mikunyanzi, nakwambia, kiliangalia lina tisha, kila muda limeuna yani siulikojilikoja sio kwa kile kibao. Shogangu yani mimi na talia mimi jamani <laughs> nachoka mimi jamani <laughs> ila wewe, wewe huo mdomo wako vingine uviache, hujui vina siri gani na havikuhusu mengine. Unayaficha chini ya kapeti, kila kitu upite kusema na hichi samuse kote, ushaeneza huko, ni nyamaze. Yani shoga yangu, mimi ni kama train, ukiniweka kichwa mbele natembea, ukiniweka kichwa nyuma natembea. Yani hii haiishi mpaka iishi, mtasambaza kila sehemu, mpaka nahakikisha mtaa mzima huu anajua, kwa sababu nilivoenda kwake kwenda usha kumpa ushauri mtoto watu, nimejitoa nimeenda kumpa ushauri, alichonijibu kanijibu kidharau. Sasa na mimi nasemaje? Yani hili ndo kwanza linaanza, alafu hata sikutegemea nae pia nakuja kunikataa kweli. Ndio wale wale walkunuujia mgonjwa. Ngoja niondoke mimi, sijuu wengine wakakosa habari muhimu. <laughs> Yaani, Mungu wa ajabu. Mtu anaangaika kutwa kwenye jua, kutwa njiani, na bado ananenepa, ila mi nilotulia kivulini nazidi kukauka. <laughs> Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya uchawi umekita kama mti wa miba na kila mtu. Wewe tena, mwanampotevu, haya, ulipotelea wapi? Hapana dada yangu, ni changamoto tu za hapa na pale. Binadamu sio, unajua tu. Tena naishi na shemeji yako pale nyumbani. Aise ni pasua kichwa. Napitia changamoto. Kila kukicha kelele haziishi. Lakini yote na yote ni swala kumshukuru Mungu tu naendelea kupambana. Haya. Vipi makopo mmenitunzia lakini? Hmm. Kwanza pole kwa changamoto. Lakini mitihani tumuombe binadamu. Lakini hata mimi pia nilipata matatizo. Nilizofika upande mmoja ulikuwa ufanye kazi kabisa. Namshukuru Mungu kakaangu alivyokuja Akanishughulikia hivyo unavyoniona hapo, ndo mtoka kukaa sawa. Kwa hiyo hata sikupata muda wa kuwekea makopo. Shoga yangu nisamehe sana kwa hilo. <sighs> Du, pole sana rafiki yangu, lakini kama ulivyosema mwanzo, matatizo tumeambiwa binadamu, haina budi kukabiliana nayo. Lakini sasa ufanye mazoezi, usipende kulala lala, maana mwili wenyewe ndo kama hivyo unavyouona hata <laughs> na usijali, nawe pole sana kwa jua, maana ile jua inavyochoma sina budi kwa sababu nikiacha kupambana basi mdogo wangu hatusoma shule, na ili asome inahitajika mimi nipambane sana. Sitopenda aje kupitia maisha napitia mimi aise, ntaumia sana. Ila usijali, nakuomba sasa untuzee mapopo. Sasa hivi si unaona umeanza kutegemana aya? <laughs> usijali, utayakuta Subira mdogo wangu, unajua huu mkono wangu si uelewi kabisa, unaniuma hatari, na sijafanya mazoezi wala sijabeba kitu kizito. Sasa sielewi haya maumivu yanatokana na nini hasa kwa mkono mfanyaji. Na ingawa umesema hujapiga push up wala nini, au uliulalia labda usiku, au kuna sehemu labda ulijigonga. Kama nilivyokuambia hapo awali, sijafanya kitu chochote kile. Ni yani, nimeshtukia tu unaniuma ghafla tu na ni maumivu makali sana basi saka, wacha am, nashukuru sana mdogo wangu, ila kwa upendo ambao unanionesha ila nitakuwa nakusumbua. Ngoja tu niende mimi mwenyewe kwa dokta ili akauangalie tu mkono ajua ananipatia dawa gani maana kwangu ndo kama mama ndo kama baba. Kwa hiyo jambo lolote ambalo linawezekana, mimi nitalifanya kwa ajili yako, kaka na sio kujisumbua. Usiwaze sana kuhusiana na mimi, nitakaa sawa. Kwa hiyo wacha nielekee huko kwa daktari. Sawa. nakupenda sana ndugu yangu. Nakupenda pia. Ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli, majibu yako wapi? Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wao, mwisho hakuna.

chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake, sio ni mwisho, sio ni ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, kuna zamana, hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Nani atasimama wakati